Hasa wanawake unaweza ukamfanya afanye kile unachotaka, na ikawezekana. Wenzetu inawezekana, lakini wao kutudhibiti sisi, akatafute faya jeshi la anga, jeshi la nchikavu, akakodishe na mabomu sisi na vitu gani? Ndio mwanaume waweza kudhibitika, kwa sababu sisi ni kazi, lakini wenzetu unaweza tukam ukamtriti Bibilia nimesema tukae nao kwa akili. Hawa unaweza ukakaa nao kwa akili, mambo yakaenda laini. Mwanaume ni kazi. Mwanamke ukiona utaki azurure zurure, azunguke zunguke, unamfungulia market, unamfungulia una kaduka hapo. Ukimfungulia duka akawa anashinda mule, wewe asubuhi unampeleka dukani un... jioni unamrudisha, hana kwa kwenda, yuko tu mule ndani e, mia moja mia mbili mia tano mia mia mia, mpaka jioni unamchukua unamrudisha nyumbani. Lakini mwanaume huwezi kumfungulia duka, kwa sababu hata mule dukani hakai. Ndio maana angalia, maduka yote yanayouzwa na wanaume yananamba mlangoni kwamba mkinikosa nitafute kwa namba hii maana nusu saa yuko dukani, masaa mawili yuko nje, nusu pa kunajuuliza, unakuta mtu duka liko peke yake ye, yuko barabarani huko anatamba, anazunguka huku, ana we duka naenda. Yani ni shida. Mwanamke unaweza ukamtafutia na vijana kama duka limeongezeka, afanye kazi nao, atafanya nao bila shida. Yani wanamuheshimu, wanamwita madam, wanamwita mama, wanamwita yani hapo yani mara shangazi mara nani? Wanamuheshimu, atafanya kazi nao miaka na miaka, hakuna shida. Peleka mwanaume, mtafutie mabinti wamsaidie kazi, nini kinatokea? Yani hata wale wenyewe wale wanakuwa customer. Ni shida. Wenzetu wanadhibitika wana, wana unaweza ukamdhibiti, yani ukimpa ka shughuli kakua bize, atakuwa bize na katika shughuli hana mawazo mengine, lakini sio sisi. Mwanamke ukiona namna gani, kama vile hajatulia nga, kwao ni kliniki nyumbani, kliniki hospital, nyumbani hospital, na mzigo wake, unaanza kusema mke wangu ana sura mbaya Nilisema hakuna mwanamke mwenye sura sura ya mwanamke yeyote iko kwenye pochi yako, amen. Hasa nataka mke wako apendeze na juhudi kuinama. Anapendezaje na juhudi kuinama? Yaani juhudi yako kuinama na kuchambua Fifiti. Fifiti. Juhudi yako kuinama na kuchambua e, umempeleka mama kwenye juhudi kuinama, alafu unasema apendeze. Wanapendeza na juhudi kuinama, wanapendeza na nguo za kushusha na kijiti zingine, wanachukua na ngazi kabisa, pah, pah, pah. <tip> Unajua kuna wazee ambao ni watenda dhambi walio retire. Wazee wengi ni ma, ni ma retirement wa dhambi. Ujawai kuona mzee amezeka lakini bado anawaza umalaya. Kab, kabinti kakipiti utasikia hey, ingekuwa enzi zangu. maana yake sasa ameritaya, ndio <laughs> kuna tuzee tunapenda umalaya lakini Mungu alilipia waifa kifurushi, kimeisha imekata, kwa hiyo <laughs> hawezi kusearch, hawezi kuingia mtandaoni, hawezi waifa ime kaze, kana kaze kanatamani wanawake hey. Hey. wameumbwa hey, lakini katafanyaje, waifa ni kamaraya kalitaya. <laughs> hawajamtafakari pia upande wa pili unajua siku zote nawaambiaga, hakuna mtu mbaya completely asiyefaa kwa kitu chochote ayupo. Hata kitu kikiitwa takataka, ujue upande wa pili ni mbolea. Inategemea tu we umeangalia upande gani. Amen. Duniani hakuna mtu asiye na faida kabisa, inategemea na matumizi. Amen, unanisikia? Sasa huyu mama watu wamemsema kwenye umalaya tu. Nilikuwa nawaambia watu wa ibada ya kwanza, nikawaambia mimi ndiye ambaye Mungu amenipa neema ya kuwatetea watu wasio na watetezi. Nilihubiri hapa siku moja nilimtetea Yuda. Nilisema nataka nifundishe, miaka hiyo ya nyuma, nisema nifundishe mazuri ya Yuda, watu wakashtuka, Yuda Iskarioti ana mazuri yoyote? Yuda ni kwa sababu nyie mnamfahamu Yuda wa mapokeo, hamjamfahamu Yuda wa Biblia. Unajua Yuda wa Biblia ni tofauti na aliye kwenye kichwa chako. Kwa hiyo, kwa hiyo wanasema ukitaka kumjua mke wako anakupenda kiasi gani, fanya nini? Firisika. Ukitaka kuijua tabia ya mkeo ikoje, ashike hela kukuzidi wewe, awe na biashara kubwa kukuzidi wewe, awe na miradi mikubwa kukuzidi wewe. wa hawa wana kauli hawa <tipulia> Kasongo, n yeah, yeah. Mombali nanga. Kasongo mbona weu. Songa mbona we songa libala u yeah, yeah, yeah. Kasongo mbona mbona we. Mnaona kuna watu ni matajiri lakini hawana raha. Kwa nini hawana raha? Mali zao zinawasuta kwa Kiswahili cha Tanzania, yani zina wa, wanaishi kwenye guilt. Kila wakati hana raha na mali zake hebu he, niambie, <laughs> mtu mwenye moyo mbavu, wengine wako tayari kunyang'anya na maproti ya watu. Anajua kabisa hii proti sio yangu, lakini anatumia fedha ananyang'anya proti ya mtu, anapandisha hapo jengo, lakini kila akiliona jengo roho inamsuta kwamba ulijenga kwenye proti ya mtu. Tunaona <laughs> mtu mnampongeza, asante kwa ujenzi, umejenga jumba la maana. <laughs> <laughs> Kumbe hana amani, yani kuna kitu kina msuta, kuna kitu kimejenga guilt ndani yake kwamba eneo hili hukulipata kwa njia halali, eneo hili ulizulumu mali za mtu. Na wengine ni yani, roho ya Mungu ikiondoka ndani yako unaanza kuona vitu vina thamani kuliko watu. <laughs> Unaanza kusema sura mbaya. Nilisema hakuna mwanamke mwenye sura sura ya mwanamke yeyote iko kwenye pochi yako, amen. Hasa nataka ka mkao kapendeze na juhudi kuinama. Anapendezaje na juhudi kuinama? Yani juhudi yako kuinama na kuchambua 50 50 juhudi yako kuinama na kuchambua, umempeleka mama kwenye juhudi kuinama, alafu unasema apendezi. Wanapendeza na juhudi kuinama. Wanapendeza na nguo za kushusha na kijiti pa. Pa. Zingine wanachukua na ngazi kabisa pa, pa, pa. Pa. Kuoa Mwanamke msomi ni kujiletea matatizo mwenyewe. Yani kama umeoa kamama kabibi, kameenda shule, kamefika chuoni, au kana diploma kana certificate, hako kabibi, unaishi kwenye danger zone. Kwa sababu kanama kasomi akawezi kuendeshwa yani katakuweka mtu kati pa kuereze kila kitu kiwe opening. Kata katakuuliza maswali nikasema, kama utaki kuhojiwa katafute kabibi ushago ambako akakumaliza hata standard 8 ambako akakwenda hata shule hakajui hata kusoma na kuandika. Ukikaleta mjini hapa kanajiona kamefika Marekani. Yani, ukikapeleka na saruni kanashangaa makopo, ukikasuka na nywele yani kanatembea kanajiona kamefika. Ukirudi saa sita usiku umerudi, oh, oh. Ukirudi karibu na alfajiri, pole jamani. Nasikia mjini kuna kwagana foreni eh, hagana shida. Hakiameweka picha ya mlembo mwingine nasema, hey, mlisema naye hakana shida. Kenyewe kanaangalia unga upo, mboga ipo, mafuta yapo Sukari ipo, hayo mengine utajua mwenyewe, utakuwa na advantage. Lakini unaoa bibi wa university, alafu naanza kusema haka kamwanamke kana kibuli kana nifatafata, sio kana kufatafata, ulikatafuta kenye akiri. Tahoji sarari yako <laughs> watu hawataki kumwelewa Mungu kama baba wanataka kuzidishiwa bila kumtafuta mzidishaji unajua ukimpata akuzidishie peke yake kuna siku vitapungua Si bora ukae na mzidishaji ili hata vikipungua aendelee kuzidisha, kwa sababu, ngoja nikuambie ukweli ambao ni soft kwamba ukizidishiwa bila mzidishaji kuwa pamoja na wewe ndani ndo haya matokeo tunayaona, watu waliozidishiwa wanatumia walivyozidishiwa kuteza wenzao. Ujawahi kuona mtu anachukua proti za watu kwa sababu amezidishiwa na hera nyingi? Ana nyang'anya wake za watu, amezidishiwa na pesa nyingi ananyang'anya mali za watu, asema utanifanya nini? Ukiramika na kufunga na we mwenyewe, anatumia alivyozidishiwa kunyanyasa watu kwa rugha rahisi ambayo hahitaji kutafasiriwa. Ukizidishiwa bila Mungu kwenye maisha yako, lazima utakuwa na akili ya kishirikina. Unajua watu wanafikiri ushirikina ni mpaka uwe na madawa, uwe na nini. Ushirikina ni akili ya kumfanyia mtu mabaya asiyekukosea kitu, yaani unatamani umfanyie mabaya kwa sababu. Watu washirikina hawamfanyii mtu mabaya kwa sababu alimkosea ila naweza kumfanyia mtu mabaya eti kuna watu mezifanya familia zenu ziwe ngumu. Sio kwa sababu ni ngumu, wewe ndio kichwa chako kigumu, lakini familia yako sio ngumu. Mke wako bibi yako hana shida, shida iko kwenye kichwa chako, umeshindwa kuelewa. Amen. Sasa inauma ukijua kwamba mwenzangu sio mwaminifu, inaumiza. Kwa hiyo mama, kutokana na akili zako nyingi, mpaka umesoma na password yake, ulikuna mtupia jicho, anamojeza tatu mbili saba, kamkimbizia maji bafuni, maji ya moto tayari yatapoa, kimbia kum. Nataka kufanya practical ya kafunguka sema, ewala sasa kila kitu wazi. Sasa usimali usisietu kusema ewala, sema pressure, njoo nataka kufaraka, kwa sababu mpaka mtu ameweka password kama fry over za hapo, ameweka password kama bypass ameweka password kama barabara ya Mchina. Unafikiri anaficha nini? Unafikiri anaficha kweli? Watoto wasicheze, unafikiri password kama wekea watu ofisini. Ngoja nikupe raifu password ya kwako kakuwekea wewe ili usife mlee watoto mpaka mwisho. maana amekunyima usione. Yaliyoko mle anakwambia, unajua unaweza ukasahau simu ofisini, watu wakanani? Mafaili unaweza ukadondosha, watu wakaona nini? ana na no, anataka kukwambia, ndugu, tulee watoto mpaka mwisho. Ndio maana ya password hii, lea watoto mpaka mwisho. Wewe unasema tuko mwili mmoja, sawa, lakini unavyomuona mwizi akaokoka sasa unajua iko tofauti ya kuokoka na kujiunga na dini ya misheni. Kuna mabinti mmechelewa kuolewa, sio kwamba mwanaume wako hayupo, yupo, ila Mungu anataka kichwa chako kikomae. Maana sasa hivi ukimpata leo huyo baba taisoma namba hata kichwa chako kikomae, kianze kuona vitu vya muhimu na vitu vya kawaida. Kama sasa hivi unafanya kazi, mshahara wote unaishia kwenye nywele, kope, ripo. Mungu anasema wewe hujakomaa, utatesa mume wa watu. Ukomae kwanza, ujue matumizi ya hela, ili hata ukiolewa usimsumbue mume, mfanye mambo ya maana, mununue proti, mjenge nyumba, muanze kusomesha. So leo kuna wanawake ambao hana mawazo hayo. Swala la kusomesha na kwako mume, swala la nyumba waza peke yako, swala ya kila kitu ni wewe, shughulika. Yeye ni urembo. Yaani ukimwambia nimenunua kiwanja hata akushukuru anasa. Oh. Okay. Eh hiyo nayo ni sawa. Lakini kesho nitakiwa ni kwenda Saruni. <laughs> Unamwambia nimelipa ka, karo yani anasema eh hey, unawapenda sana watoto wako. Mimi nikiomba za kusukia unipi. Hey. Ndio unajua kipaumbele chake yeye urembo. Hivi hey. Vingine fanya wewe. Nunua magari ah naro ni la kwetu. Okay, lakini kuna hela imebaki nataka nikapake wanja. Yaani hashangai kitu kikubwa ulichokifanya, ye kwake urembo. Sasa hui mtu wa namna hii, Mungu anaona, we utasumbua mume. Komaa kwanza, baba ndo nakaribia miaka thelathini na kitu, ndio atakuja tu mawazo ya komae hivi. Mungu anisikii? Amekusikia sana na ameiona na akili yako. Si wengine wamechelewa, sio kwamba Mungu awaletei lakini ile chagua chagua, wananusa nusa kama paka. Huyu Mkikuyu, huyu Mjaruo, huyu si mnini, Mkisi si mnini, Mkalinji mnini. Unaolewa na kabila, unaolewa na mtu. Huyu ningiolewa naye, lakini hana hela. We kama unazo, simtasaidiana sasa. Kila mtu anahitaji maombi. Kuna wengine wanahitaji utatuzi wa kawaida. Kwani wakati Yesu anahubiri, majamaa yana njaa, aliwaombea alifanyaje? Akasema, wanafunzi hawa wahitaji maombi wanahitaji chakula. Wanafunzi wakasema, mzee, sisi wenyewe hapa tuna visamaki vichache na vimikate. Wape wachanganye miguu, wakatafuta chakula mjini. Kasema, wapeni nyie Wakasema huyu anaelewa tunachosema. Hata sisi wenyewe hapa tunaogopa kula mbele yao visamaki havitoshi, ya Yesu anasema wapeni, Leta tuwaombee akaleta vile vyakula akaviombea akaambia wagawanyeni wakusanyeni watu wakae makundi makundi tuwape. Yesu akusema pokea kushiba. Aliwapa chakula. Kuna matatizo mengine hayatatuliwi kwa maombi yanatatuliwa fizikali, yes, sio spiritually. Sio kila kitu na kiroho rise yeah. Usiende kutafuta hii vocabulary according to mgogo, yani kuna vitu watu wana viroho rise ambavyo sio vya kiroho. Amen. Ndio, yes, wachungaji ni mashahidi. Kuna watu wanakuja kwenye ofisi zetu wanahitaji usaidizi, anasema, au ndoa yangu inasumbua, ndoa yangu iko kwenye shida, yaani tuko kwenye matatizo, mchungaji. Watu wengine kabla hujamuombea, muulize swali la ufahamu, muulize, nyumbani kuna unga, nyumbani kuna maharage, kuna mafuta, kuna mchele. Akisema vipo, ndio mumtafute shetani. Yaani, kuna watu wengine hawana shetani kabisa wala hatakapepo hakapo, wala hata connection na shetani haipo. Sasa hivi ni kama tunataka kuwaelekeza watu kwamba Mungu afanane na mganga wa kienyeji. Unajua, kwa mganga hatuendi kumwabudu, tunaenda kutatua matatizo na tatizo lako likishatatuliwa yule mganga hata unaweza ukafuta na namba zake, kwa sababu kilichokuleta ni kutatuliwa tatizo. Na unaenda sipesho na tatizo lako, na hata unatamani mganga ikiwezekana akutajie tatizo lako ndipo uamini. Asema, mimi najua kilichokuleta hey! Ndio, sema baba. Anasema unafiwa na watoto. A yeah, ni kweli baba. Unamjua nayeua, ndio maana nimekuja kwako. Shangazi yako, jirani yako na waganga wanajua hakuna mtu anakosaga jirani <tos> <tos> <tos> <tos> <tos> <tos>